Askari wa GSU walikuwa akilinda ikulu ya Nairobi ameuawa baada ya kudungwa mshale na mtu aliyekuwa akijaribu kuingia katika sehemu hiyo. Kisa hiki kilitokea wakati mshukiwa alipojaribu kuingia kwa lazima. Haya yamejiri huku afisa mwingine wa GSU pia akivamiwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na kuuawa. Franklin Wala ana maelezo zaidi. Huyu hapa ndiye mshukiwa anayedaiwa kuwavamia maafisa wa GSU wanaolinda ikulu ya Nairobi na kumuua mmoja wao kwa kumdunga mshale. Mshukiwa huyo amekamatwa na kutambulika kama Kithuka Kimunyi Kithuka, mwenye umri wa miaka 56, alishindwa kutueleza kilichomsukuma kuwavamia maafisa hao, akidai tu kutumwa na shetani. Tukio hilo lilitokea katika mojawapo wa maeneo yenye ulinzi mkali nchini. Kwenye taarifa za upelelezi, mshukiwa alifika katika lango kuu la ikulu ya Nairobi na kulazimisha kuingia ndani. Alipozuiliwa kuingia ikulu hiyo, inadaiwa Kithuka alirudi nyuma hatua chache na kujificha kwenye moja ya magari yaliyokuwa yakikaguliwa kuingia ikulu. Akiwa nyuma ya gari hilo, alichomoka na kumlenga mmoja wa GSU kwa mshale. Afisa huyo wa GSU alizirai na kufariki alipokimbizwa hospitalini KNH. Afisa wa GSU aliyefariki kwenye tukio hili ametambulika kama Ramadhani Hamisi. Tulikutana na familia yake KNH. Babake anatueleza Ramadhani aliondoka nyumbani asubuhi baada ya kufanya sala pamoja na walimtakia kila heri kazini. Ghafla walipokea simu kuhusu mauaji ya kijana wao. Ramadhani alikuwa mtoto wa pekee kwa familia hiyo. Mshukiwa wa kithuka anazuiliwa kituoni Kilimani akisubiri kufikishwa mahakamani. Wakati huo huo, afisa mwingine wa GSU aliyekuwa akilinda uwanja wa ndege wa JKIA alishambuliwa na raia eneo hilo na kuuawa. Chini ya saa 24, maafisa wawili wa GSU wameuawa na raia hapa Nairobi. Franklin Wala, Runinga ya Citizen.